Kwa mchezaji atakayefunga goli la kuivusha timu yetu ya Simba Sports Club kutoka hatua ya robo fainali kwenda hatua ya nusu fainali, tamkaribisha ofisini, tamjengea nyumba yake bule. Naitwa Benjamin Mijile, ni mkurugenzi wa kampuni ya MJ Construction Company Limited, na unajihusisha na ujenzi wa nyumba za makazi. Uh, mimi ni mdau na mpenzi wa soka hivyo niko mbele yako kwa ajili ya kutoa hamasa na motisha kuelekea mechi ya Simba Sports Club ya kimataifa dhidi ya Al Masry itakayochezwa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Nikiwa kama mkurugenzi wa kampuni ya ujenzi, uh, natoa ahadi nikiwa kama mdau na mpenda soka na kijana ambaye na supporti jitihada na sapoti ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akitoa motisha na hamasa kwa kutoa bonus kila goli na kila hatua ya michezo, amekuwa akiongeza zaidi na zaidi na zaidi na hiyo tumeona imeleta matokeo chanya. Vilabu vyetu vimekuwa vikifanya vizuri sana, na hata kwa timu yetu ya Taifa Stars nayo imekuwa ikifanya vizuri sana. Hayo yote ni matunda ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo sasa na mimi katika kuunga jitihada zake, kuunga mkono jitihada zake, hivyo nikiwa kama kijana mpenda soka na mdau ambaye naunga mkono jitihada za Mheshimiwa uh, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Uh, na mimi ninatoa ofa kwa mchezaji atakayefunga goli la kuivusha timu yetu ya Simba Sports Club kutoka hatua ya robo fainali kwenda hatua ya nusu fainali. Tamkaribisha ofisini, tamjengea nyumba yake bule. Mchezaji yoyote atakayefunga goli la kuivusha Simba kwenda nusu fainali, MJ Construction Company Limited inatoa ofa ya kumjengea nyumba yake bule ndani ya Tanzania tutamjengea bule yeye ata provide material tu ujenzi wake kutokea kuanzia ramani mpaka tunakamilisha nyumba yake tutagaramika sisi wenyewe. Mi napatikana Dar es Salaam Goba jengo la Simba Oil ndio ofisi yangu ofisi yetu ilipo ndio. Kwa hiyo naamini kama ahadi hii itatimia, basi nitakukaribisha uongozi wa Simba Sports Club endapo wataona klipu hii na endapo mchezaji huyo atafanikiwa kuona klipu hizi na akawa yeye ndo amekuwa mchezaji nyota wa kupata bahati hii, basi tunamkaribisha ofisini na tutawaalika kuja kushuhudia mazungumzo yetu baina yetu sisi na yeye.